Umoja wa Upinzani umetangaza kwamba utaunga mkono mmoja wao atakayepambana na Rais William Ruto kwenye uchaguzi Mkuu wa mwaka wa 2027. Wakihudhuria mkutano maalum wa kitaifa wa wajumbe wa chama cha Peoples Liberation Party, PLP, ulioongozwa na kinara wake Martha Karua, viongozi hao wa upinzani waliapa kusalia pamoja licha ya njama ya kuwatawanya. Seth Olale ana taarifa kamili. Karua alikuwa mwenyeji wa viongozi wa upinzani kwenye kongamano la kitaifa la wajumbe wa chama cha PLP kilichompa rasmi tiketi ya kupeperusha bendera ya chama hicho kwenye kinyang'anyiro cha mwaka 2027. Martha Karua, you are truly a seeking a single term. One term Viongozi wa upinzani wakiapa kusalia kitu kimoja kwa kuunga mkono mmoja wao kumenana na rais Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba. We will subordinate our ambitions to the interest for the interest of Kenya. We shall make whatever sacrifices necessary for this country to make sure under whatever circumstances We have one presidential candidate to face William Ruto. Safari ikianza basi hatuna budi ila na sisi tuamue kwa kauli moja kwamba kamwe hatutarudi nyuma. Our presence here is testament that we are here for the long haul. Sisi tumeamua tutatembea pamoja vile mmetuona hapa hadi mwisho, hadi tuhakikishe one term has happened. Muungano huo wa upinzani ukisema kwamba kuna njama ya kuwatawanya kabla ya uchaguzi ujao. Be alert, you'll see the next several days the kind of schemes he is having Mkutano huo wa wajumbe wa PLP ukipitisha pendekezo la nafasi tatu za naibu kinara wa chama hicho pamoja na baraza la mawaziri mbadala 16. Viongozi wa upinzani wamesema kwamba watatumia uchaguzi mdogo ujao ili kuonyesha umoja wao katika azma ya kumwondoa rais William Ruto mamlakani kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Seth Olale, runinga ya Citizen, katika jumba la Ufungamano, kaunti ya Nairobi.